Tulikutana kwenye mitandao ya kijamii Facebook, mm. na huko kipindi hicho alikuwa amebezi sana kwenye mambo ya Mungu mm. kwamba kila ukiingia kwenye peji yake unakuta anatangaza habari za maombi mm. za kuwaombea watu mwenye changamoto, aandika meseji yako tutaomba pamoja hivyo. Yani kila ukiingia unakutana tu anahubiri, kila mm. ukiingia unakutana naye anahubiri. Mimi nilikuwa na changamoto yangu mm. Nikamtafuta private, mchungaji ninapitia changamoto hii na hii, nahitaji kuomba na wewe. uh. Akaniambia haina shida. Nikamweleza kila ambacho nilikuwa napitia, maana nimepitia kwa muda mrefu sana uh. sana sana, afu nikawa sina mahali ambako naweza kuzungumzia, lakini baada ya kumwambia akaniambia, akaomba namba uh maana hatuwezi kuongea messenger, hatuwezi kupigiana messenger anytime mm. kuna muda naweza nikawa offline au yeye yuko offline. Kwa hiyo baada ya kubadilishana namba, tukaanza kuwasiliana. Nafikiri alifanya maombi kama ya wiki nzima mm. Aliniombea yani wiki nzima yani, kile kifika asubuhi ananipigia simu, tunaomba tunaomba. Ndani ya ile wiki moja, Mungu alivyo mm. ajabu, ile changamoto sikuwahi kuiona mpaka leo mm -hmm. Kwa baada ya hapo hatukuishia sasa hapo tu tuliendelea kuwa marafiki mshirika wa online yani oh. mchungaji wangu mtandaoni maana mm. sijui kanisa lake liko wapi sijui hata anakokaa lakini tunaishi kama nasali kanisani kwake oh. na mimi ni mshirika kwa hiyo ikifika iki, iki asubuhi atanipigia atanitumia ujumbe hivyo yani akanisogeza oh. yani nikawa zaidi ya mshirika Yaani zi, ni kama ndugu yake mdogo ah, wake basi. Tukaendelea tukaendelea sasa <laughs> kila jambo na wakati wake, ikafika ah, e kipindi, akaanza kuongea yale ambayo anahisi kuna vitu tunashabihiana mimi na yeye ah, kwamba huyu yawezekana anaweza akawa mke ah. Wakati mwingine alikuwa ananitania tu binti kiwele ah, mbona hujanipa historia ya maisha yako? mm. Utamweleza maana kipindi hicho mimi tayari nina mtoto mm. ambaye nimezaa nyumbani mm. kwa hiyo tukazungumza, tukazungumza tuka, ndo baadaye naye akasema mimi mwenyewe niko single mm. Kamwambia uko single, kwa umri wako shida nini? Akasema ni mambo mengi, lakini mmoja ambayo imenifanya niwe single mpaka leo, afya yangu haiko sawa mm. Sasa una, mtu anakuambia afya yako anakwambia afya yake haiko, haiko, haiko sawa, sawa, kwamba ana kisukari ana shida, e, yani shida gani yani, ilinifikirisha ili kwa muda kwa sababu mm. hakwenda stress kwamba mimi afya yangu ina shida, lakini hakuniambia shida ni nini. mm. Nikamwambia umezaliwa una shida ya viungo vya mwili kwamba nini mpaka imekufanya umechelewa kuanza familia. Akasema ni long story. mm. Siku ambayo sasa alitaka sasa kuniambia ndio ilibidi sasa tukutane, kwa sababu vyote hivyo tunaongea ni tunaongea, hatukuwahi kukutana. Kakutana sasa sasa, nikawa yeye mwenyewe akaomba tukutane, nikakubali ule mwito, tukakutana, kwamba hivi vitu tuongee, uh, face to face. Mfika tumeomba, tukaongea kuongea, maana tulikutana sehemu ambayo wanauza chakula, uh, kwamba angalau tumie soda nini tukafika hapo kweli, tumepiga stori baadaye akaniambia, mimi nimekuita kwa sababu nimeona kuna vitu ambavyo unashabihiana na mimi hisi mm, na naweza kutengeneza familia na wewe, lakini namna gani natengeneza familia na wewe? Mimi nina tatizo hili na hili, tatizo nimelipata kwenye umri mdogo mm, kulingana na maisha ambayo nimeishi eh, ilikuwa mtihani mm. unajua kitu chochote kinachoitwa ukimwi namna ambavyo mtu kwenye taswira yake anavyofikiria kwamba ni ukimwi, ni kifo mm. ukimwi hauna maisha, ukimwi huwezi kutengeneza familia. Ndivyo hata mimi nilikuwa na mapokeo hayo kwamba mm. eh, sasa itakuwaje? Ndo huyu sasa nataka awe mume wangu, je, kwenye kutengeneza familia itakuwaje? Yeye mwenyewe mpaka sasa hivi hajawa na familia mm. inakuwaje lakini kwa sababu ya ule upendo alinijengea wa kunisogeza na namna ambavyo aliniombea kwenye no. ile tatizo nikavuka, nikaona, nikimpoteza ndakuwa nimepoteza kitu cha thamani. Mbona hivi vitu tunaweza tukavifanya nje ya hapa? Nikamuuliza, kwenye matumizi yako ya dawa yako vipi na wapi unachukulia no? Akaniambia nachukua dawa post IDC na ni mfuasi mzuri wa kunywa dawa, isipokuwa tu nimekuwa mpweke, sijapata mahusiano kwa sababu kila anayetaka kumapproach anakataa, kwa sababu ya shida nilikuwa nayo. Na kipindi hicho nafikiri kwa sababu mambo hayakuwa yamekaa sawa kiuchumi, maana unajua wanawake wengi siku hizi wanaangalia anani, anani. Eh, yani pamoja na kuwa na hiyo shida anani, kwamba yawezekana angekuwa anani labda angeweza kuwa amepata mahusiano lakini namshukuru Mungu. Tuliondoka kesho yake, tuliondoka tukaenda hospitali, tukaenda tukafanya vipimo, tukafanya tukapewa ushauri namna ya kuishi. Namshukuru mungu mpaka oh, sasa tunaishi, namfurahia na nampenda oh, yaani najivunia yeye, najivunia yeye.